Na mtu analiogopa jeshi ana sababu ana sababu kubwa sana, huwezi mm. kuliogopa jeshi lako kama hauna nia ovu mm -hmm. Jeshi ni rafiki sana na Watanzania wote na wananchi wake, na naomba nikamnukuu mkuu wa majeshi ambayo mm -hmm. tuko naye Jenerali Jacob John Mkunda kila anakopita iwe kambi yoyote ya jeshi iwe kwenye mafunzo iwe kwenye mazoezi popote pale, anakopita anasema yeye anataka kuliona jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania ambalo linakimbiliwa na wananchi, sio linakimbiwa. Hataki kuona jeshi la ulinzi la wananchi ambalo linakimbiwa na wananchi hmm. Akishasema mkuu wa majeshi, aliye chini yake kama mimi, ni nani kutoruhusu wananchi wanikimbilie. Kwa hiyo wananchi wana wanalikimbilia jeshi lao, wanalipenda, ni kwa sababu pengine hamchang, hamchangamanikani na, na, na, na hivi vikundi vyetu vya majeshi kuona ni kwa jinsi gani wananchi wanalikimbilia jeshi lao.